Nilikutana na baba mmoja, ni injinia ana kampuni yake lakini, lakini yule baba pamoja na kwamba ni injinia na ana kampuni yake na anafanya kazi, yule baba alikuwa na shida sana kwenye eneo la madeni. Anaweza akiomba tenda anapata. anapata lakini anapopata tenda, pengine kama ameomba tenda kutoka serikalini wanampa, lakini wanachelewa kumlipa pesa. Sasa yule injinia anaingia mfukoni, anaenda anakopa yeye ili atengeneze ile tenda aliyopewa, baadaye atakapolipwa sasa atumie zile pesa zake, pengine kulipa hayo nini, madeni. Angalia kilichokuwa kinatokea, akishapata tenda na kweli akakopa akafanya ile kazi akamaliza, wale waliompa ile tenda wanachelewa kumpa pesa kwa muda mwafaka. Kwa hiyo unajikuta tena anaingia kwenye madeni mengine kwenda kutafuta, ili apate arudi kuwapoza wale ambao walimpa pesa kutengeneza ule mradi. Kwa hiyo hiyo issue imemsumbua sana imemsumbua sana imemsumbua sana, imemsumbua sana kwa muda mrefu sana madeni. Ana mdogo wake pia ni mwalimu kule Mbinga, alijinyonga kwa sababu ya madeni, alikuwa anadaiwa sana. Ana mdogo wake pia ni daktari anafanya kazi kwenye hospitali fulani, na yenyewe alikuwa ana hiyo shida ya madeni. Sasa siku moja akaniambia, bwana William, mi sijui nifanye ni nini, yaani sijui shida iko wapi, lakini nashangaa mpaka hapo hawajashtuka kwamba kuna roho ya madeni kwenye hiyo familia. Sasa siku moja tunasali mbele ya Yesu Ekarisi, ilikuwa mimi na yeye. Nilipokuwa tunasali mbele ya Yesu Ekarisi, nikashtukia mtu amedondoka pu. e -e, kasema kumekucha. <laughs> na hivyo ambavyo wengine kuombea ndio hivyo ni vipaji, nasema <laughs> hapa <laughs> kikubwa tu asije akaanza kunipiga ngumi humu ndani. Basi kilichotokea kuna maspiriti yakaanza kuzungumza muda huo. Oh, yeye hana ufahamu. Yale madudu yakaanza kuongea, akasema, huyu sisi ndo tumemfunga na tumefunga ukoo wao mzima, hawatakaa wafanikiwe kwenye eneo la uchumi ehe. Ilikuwaje? Kumbe ilikuwa hivi, baba yake na huyu injinia, kwao wamezaliwa watatu, vijana wa kiume watatu. Sasa siku moja hao vijana watatu wa hiyo wa familia ambapo, ambapo mmoja wao ni baba yake na huyu injinia, walikubaliana kukaa kama familia na walipokubaliana kukaa kama familia walikubaliana eh, kula kunywa. Sasa wakasema waka, waka itabidi sasa kila mmoja alete kondoo moja kwa ajili ya kuchinja, ili nyama ziwepo za kutosha. Kwa hiyo hata kama tunakunywa tuwe tuna uhakika na nyama za kutosha. Sasa maisha yana mitikisiko ya hapa na pale, kwa hiyo wakajiwekea muda ule. Muda ulipofika baba yake na injinia mambo yake hayakuwa mazuri, kwa hiyo hakufanikiwa kupeleka yule nini, kondoo kuchinja. Wenzake wawili wakapeleka. Sasa wenzake wakamuuliza, ina maana umetudharau sana sisi? Wengine tumeleta haya, wewe kondoo wako iko wapi? Akajitetea akamwambia, jamani, mambo ni magumu, kwa hiyo mimi nisamehe, wakati mwingine nitafanya Mmoja wa wale ndugu akamwambia, hivi, utadaiwa wewe na watoto wako watakuja wadaiwe. Sasa angalia mnachopambana nacho. Huyu injinia alikuwa hajui kwamba shida ilianza kwa baba yake. Kwa hiyo kuna mlango ambao unaweza ukafunguka ukaleta na athari Utakuja udaiwe wewe na watoto wako, angalia hilo deni. Likasababisha aliyekuwa ni mwajiliwa wa serikali akajinyonga. Mauti, maana yake mlango wote unapokuwa umefunguliwa unachotengeneza kwanza, unatengeneza unacho uharibifu, na baada ya uharibifu kukamilika, kinachofata huwa ni mauti. Kwa hiyo mwamba, angalia sasa shetani alivyo smart. Hakuzuia huyu injinia kufungua kampuni, hakuzuia hii familia kusoma, hakuzuia hii familia kuajiriwa, ila alizuia hii familia kwenye eneo la uchumi, kwamba wateseke kwenye eneo hilo la madeni. Na kweli ukakuta sasa, unakuta familia yote, huyo anadaiwa na huyo anadaiwa na huyo anadaiwa.